Mi nawaambia watu wa Morogoro kwamba mi ndio mhamasishaji mkuu wa uwekezaji Morogoro, kwa sababu uwekezaji unaleta ajira, uwekezaji unaleta kodi, uwekezaji unaleta fursa, uwekezaji unaleta mambo mengi sana, lakini lazima huo ni uwekezaji kama huu ambao unaonekana una tija, una maslahi mapana kwa watu wote wa mkoa wa Morogoro. E, kwa hiyo katika haya mambo manne, moja ilikuwa ni changamoto ya kwamba kama mnavyoona umeme umefika mpaka ndani lakini mpaka nje, Tanesco ameshafanya kazi yao, lakini haujafika, haujaingia ndani ya kiwanda. Kwa nini? E, mwekezaji alikuwa amekubaliwa, e, mwekezaji alete anunue matransfoma alafu yale matransfoma, e, yakishafika ndio Tanesco aje kuyaunga. Ni matransfoma makubwa ndani, mmeyaona yameshafika kwa hiyo tumekubaliana na Tanesco kwamba, e, Tanesco anasema kwamba ndani ya siku tano e, watakuwa wameshamaliza kuyaunga. Kwa hiyo ndani kutakuwa na umeme humo, ukiwa ndani tayari kwa uzalishaji ndani ya siku tano. E, la pili ni kwamba pana kifaa cha kuja kubeba hayo mamashine ma, ma, ma, ma, ma makubwa mazito. Kuna mashine moja pale na tani thelathini, huwezi kuinyanyua kwa watu wawili kwa hiyo lazima ije crane ije kuinyanyua na kuiwekaweka na kadhalika. Hilo e, la kwanza. La pili ni tatizo la Moruasa, la maji la upatikanaji maji. Kiwanda kinahitaji kama lita laki moja kwa siku e, kwa hiyo watu wa Moruasa lazima waje wa, wa, na mpango wa kuleta hizo lita laki moja. Sasa hivi mkoa wa Morogoro una, tuna shida ya ukame mkubwa kwa hiyo vyanzo vya maji vingi vimepungua. Tumeongea na watu wa Moruasa tumekubaliana kwamba pamoja na jambo lingine waangalie uwezekano, kwa sababu Morogoro iko ni kama kibeseni, kwa hiyo tuko juu ya maji tuko juu ya maji ambayo yako chini ya ardhi, waangalie kama wezekana kufanyika utafiti. Huenda hayo mahitaji yao ya lita laki moja ya lita elfu hamsini sitini wanaweza kuyapata kwa maji yaliyoko chini ya ardhi, kwa hiyo nao tumekubaliana wamba Moruasa na watu wa bonde na wataalam wataanza kufanya tafiti za maji haraka ili ndani ya wiki moja mbili tuwe tumemalizana nalo hilo, na tunachofanya tunachofanya, okay. La tatu ni hii ya barabara hii hapa, ee, hii barabara inagombewa baina ya wawekezaji wawili, na bila hii barabara unakuwa na ugumu kidogo wa kufika kiwandani. Kwa hiyo sasa mwekezaji wa upande wetu wa kulia na mwekezaji huyu wa sasa hivi wanagombea hii barabara e, lakini mwenye barabara ni Halmashauri ya Wilaya ya Morogoro na ndio aliyowatengea barabara na ndio aliowapa watu wote. Kwa hiyo hili maana yake ni kwamba mimi sasa nimetoa maelekezo kwamba ndani ya wiki moja Halmashauri ya Wilaya ya Morogoro Vijijini, kwa maana Halmashauri ya Morogoro iwaite pande zote mbili na waambie hatutaki kusikia upuuzi huu. Hakuna, mta, hakuna mtu ambaye haya mambo gani ya, ya nchi gani umekuja mtu anasema mimi namiliki barabara. Kesho kutwa kitakuwa nini? Maana yake mwekezaji huyu ana maeneo kule upande wa pili ambako katikati inapita barabara ya Dar es Salaam Morogoro, hasa atakuja, anasema, huku kwangu na huku kwangu, kwa hiyo barabara magari ya Dar es Salaam na Morogoro mpitia wapi? Akiamua kufunga ile barabara, hakuna upuzi wa watu kubali. Sisi kama serikali ya mkoa wa Morogoro tunaangalia ni jambo gani lina maslahi makubwa kwa watu wa Morogoro na masuala ya Morogoro, basi kwa hiyo watabidi wao wakae. Hii kwanza barabara ni, ni, ni mali ya Morogoro, sio mali yao sio mali ya mwekezaji nimemkatalia, sio mali ya huyu. Barabara hizi zilizotengwa ni mali ya, ya wananchi wa Morogoro na watu wa Morogoro. Sasa kama tumeamua tutatenga eneo kwa ajili ya kufikika huku, mambo mengine unajua, jamani, lazima tuwe. Mheshimiwa Rais juzi amesema lazima tufike sehemu ambayo watanzania tujitambue. Hatuwezi kufika sehemu ukawa wewe unaangalia maslahi yako, haiwezekani. Hii Tanzania hii tunaenda kujenga Tanzania nyingine, lazima wewe kwanza useme kuna watu elfu moja wanakuja humu kupata riziki zao, wewe unawafungia barabara, maana yake unataka nini? Watu elfu moja wakiamka asubuhi wakishuka kule barabarani, wanatakiwa watembee au wapande usafiri kuja hapa, we unaifunga hii barabara wapitie wapi? Hakuna njia nyingine. This is absolutely wrong. Cotex Industries Limited ni moja ya wazalishaji wakubwa wa bidhaa za chuma na plastic nchini Tanzania. Tunamiliki na kuendeleza viwanda vya kisasa na uzalishaji katika mkoa wa Dar es Salaam, Arusha, Iringa, Mbeya, Morogoro na Zanzibar. Tunazalisha bidhaa mbalimbali zikiwemo vifaa vya ujenzi kama vile waya meshi, misumari, expanded metal, fancy, barbed wire, laser wire, mabati ya rangi na mengine mingi. Vifaa vya miundombinu vya plastic kama vile mabomba za maji, tanki za plastiki ya kufatia maji maarufu kwa jina ya Polytech. Kuanzia lita 100 hadi lita elfu bidhaa za nyumbani pia tunazitengeneza za plastiki kama vile meza, makreti, mabeseni, madu, madumu, viti na vyombo vingine mbalimbali vya plastiki ambavyo hutumika nyumbani. Tukiambia Morogoro tunatarajia kuwa na uwezo wa kuzalisha takribani tani mia saba za bidhaa za chuma na karibia tani elfu moja mia mbili bidhaa za plastiki kwa mwezi tunatarajia kuongeza nafasi za ajira kwa vijana si chini ya elfu moja. Napenda kuchukua nafasi hii, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kuhakikishia kwamba sisi kama watendaji tuko tayari kuendelea kutoa ushirikiano kwa Kotex na wawekezaji wengine wowote katika kuutatua changamoto zao, lakini pia kuwawezesha kuwa na mazingira yale bora ya kufanya biashara zao.